Usiku mmoja hivi karibuni, familia moja katika jiji la Kyiv ililazimika kuchukua hatua isiyo ya kawaida kukabiliana na hali ya hatari ya mashambulizi ya anga. Olexander Reshetnik, mtoto mwenye umri wa miaka minne, aliwashauri wazazi wake kulala moja kwa moja kwenye gereji chini ya ardhi badala ya kurudi juu kila mashambulizi yanapozuka. Nukuu, twendeni kwenye gereji sasa hivi ili tulale vizuri, msituamshe mara mbili kushusha na kurudi tena aliomba kwa sauti ya upole lakini yenye uzito wa uhalisia. Familia hiyo inaishi ghorofa ya kumi na nane katika jengo refu mjini Kyiv. Kwao ni kama ilivyo kwa maelfu ya familia nyingine nchini Ukraine, maisha ya kila siku yamegeuka kuwa vita vya kuishi kati ya milipuko na makombora na mashambulizi ya droni kutoka Russia. Kwa mujibu wa Khrystyna Reshetnik, mama wa Olexander, mashambulizi ya anga yamekuwa ya kawaida kiasi kwamba wameanza kuona droni zikidunguliwa kutoka madirishani mwao. Nuku, zamani tulikuwa tunaona droni moja au mbili, lakini sasa zinakuja kama mawimbi yasiyoisha kwa saa tatu au nne. Milipuko inasikika nje ya madirisha yetu kila siku, alisema Christina. Katika wiki za hivi karibuni, Russia imeongeza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine kwa kiwango kikubwa na teknolojia ya kisasa. Usiku mmoja, mashambulizi yalifanywa yalihusisha matumizi ya droni, na makombora 479, idadi kubwa zaidi katika historia ya vita hii tangu kuanza kwake 2022. Takwimu zilizokusanywa na CNN zinaonesha kuwa mashambulizi makuu saba yaliyohusisha matumizi ya droni kwa kiwango kikubwa yamefanyika ndani ya kipindi cha wiki nne pekee. Droni nyingi zinatumika na aina ya Shahed, zilizopewa jina la asilia kutoka Iran, lakini ambazo zinazalishwa kwa wingi nchini Russia. Kwa mujibu wa Christina Harward, mchambuzi kutoka Taasisi ya Mafunzo ya Vita ISW, Russia kwa sasa ina uwezo wa kuzalisha hadi droni elfu mbili na mia saba za Shahed kwa mwezi mmoja, na droni nyingine zaidi ya elfu mbili mia tano za chambo. Idadi hii inawezesha Russia y kurusha droni zaidi ya mia tatu hadi mia nne kwa siku moja, alisema Harward. decoys hizi hi zimeundwa kwa namna ambayo zinafanana kabisa na droni halisi hivyo zinapita kwenye rada na ulinzi wa anga wa Ukraine kama vitisho halisi. Nukuu, matokeo yake Ukraine hupoteza muda na silaha kuziangusha hizi droni feki, hali inayoacha wanyonge dhidi ya mashambulizi halisi yanayofuatia, ameongeza na Howard. Katika hatua mpya ya kimkakati Russia, sasa inalenga maeneo machache kwa wakati mmoja badala ya kushambulia maeneo mengi kwa pamoja. Usiku wa Jumatatu mashambulizi yalilenga na bandari ya Odessa iliyoko kwenye bahari nyeusi. Usiku uliofuata mashambulizi makali yalielekezwa kwenye jiji la Kharkiv, jiji la pili kwa ukubwa nchini Ukraine. Oleksi Menik, ofisa wa zamani wa Wizara ya Ulinzi ya Ukraine, ambaye sasa ni mkurugenzi mwenza wa masuala ya usalama katika kituo cha Lazumkov mjini Kyiv, amesema mkakati huo mpya unaleta madhara makubwa zaidi Nuku. badala ya kushambulia hapa na pale, sasa wanazingatia eneo moja kwa wakati mmoja, jambo linaloleta athari kubwa la kijeshi na kisaikolojia pia, amesema main leak. Licha ya Russia kudai kuwa hailengi raia, takwimu zinaonyesha hali tofauti. Kwa mujibu wa mashirika ya misaada ya kibinadamu na vyanzo vya ndani vya Ukraine, raia wasiopungua mia moja hamsini na nne, wakiwemo watoto, wameuawa kutokana na mashambulizi ya droni, makombora na mizinga kwa kipindi cha wiki nne pekee. Wengine zaidi ya mia tisa wamejeruhiwa. Wengi wao wakiwa katika maeneo ya kazi, shule na vituo vya afya. Hali hiyo imeibua wasiwasi mkubwa katika jumuiya ya kimataifa kuhusu uvunjwaji wa sheria za vita za haki za binadamu. Zaidi ya hayo, uchovu wa kisaikolojia kwa wananchi wa Ukraine hasa watoto kama Oleksandr, unaendelea kuongezeka huku matumaini ya kusitishwa kwa vita ya kuzidi kufifia. Mashambulizi haya yanaelezwa kama mbinu ya Russia kujaribu kuichochea Ukraine kijeshi na kiakili huku pia ikitumia ujumbe kwa jamii kima ya kimataifa kuhusu uwezo wake wa kuzalisha silaha za hali ya juu ndani kwa ndani pasipo kutegemea usaidizi wa nje. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.